Mtambulisho, naitwa Amon John ni mkurugenzi wa Xmation Digital. Ninawashukuru ni nyote kwa kuwepo hapa leo, uh, mitaa ya Kijitonyama ambapo tumefanya uzinduzi rasmi wa kiwanda chetu cha printing. Kitu kilichonisukuma kufungua hii printing press ni kwamba kama nilivyosema awali duniani tunapata pesa kwa, kwa kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo kama vijana makampuni ili yaweze kupata wateja, lazima yaweze kujitangaza. Kwa hiyo maanake, ili yaweze kujitangaza, yanahitaji huduma ya printing, na hiyo printing maanake aidha ni mabango au ni flyers, zinawasaidia watu, makampuni waweze kutangaza biashara zao, kuwafikia wateja wao. Kwa hiyo sisi tumeamua kufungua hichi kiwanda na tunawakaribisha vijana wote. Uh, uzuri sisi tuna kwa hiyo tutakachokifanya hapa, tutakuwa tunafanya training za vijana wakitaka kuja kujifunza namna ya kusaidia makampuni kuweza kuwafikia wateja wao. Hiyo ni fursa kubwa sana kwa vijana, wanatakiwa waje hapa tuwapatie mafunzo A. Wakisha jua hayo mafunzo, wanaweza wakaja kutumia the same industry kuwasaidia wateja wao. Kwa hiyo maanake tuna provide solution kwa jamii, na kama vijana ninawashauri wajikite katika kutafuta maarifa kwa maisha jinsi yalivyo, watu wengi wanasema maisha ni magumu, lakini kwenye dunia tuliyopo ukiwa una maarifa, huo ugumu unakuwa unaondoka, kwa sababu watu wana matatizo na matatizo ni fursa. Kwa hiyo kwa vijana, na wakaribisha wote waweze kuja kufanya printing na pamoja na sisi, na tutawapatia skills nyingi ambazo tuko nazo waweze kwenda kuwasaidia watu wengine huko mitaani.